Wakati anamtafuta mwenyeji wake, anasema alikutana na vijana wawili akawauliza na kuwaomba msaada e. Katika maelezo yake anasema kwamba vijana hao walimchukua wakampeleka uchochoroni, lakini walikuwa hawaongei, walikuwa wakichati tu kwa simu. Anasema mmojawapo akiwa na mandevu alimpiga kibao na kumvua nguo zake na kumfanyia kitendo cha udhalilishaji. Kwa hivyo ndio malalamiko yake, ndivyo yalivyokuwa. Basi mimi nilichokifanya ni kwamba tu nilimtaka ashuke chini kwenye kituo cha polisi cha Madema ili afunguliwe kesi yake. Baada ya kesi hiyo kufunguliwa, upelezi wa kesi yake uliendelea. Ilibidi mtuhumiwa sasa, ili kujiridhisha kama kweli amefanyiwa kitendo hicho, tumpeleke hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa daktari. Mtuhumiwa alipelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa daktari, na daktari baada ya kumchunguza aligundua kwamba hakuna chochote alichofanyiwa, yani kati cha udhalilishaji cha kulawitiwa. Wakati tunaendelea na upelezi wa shauri hili, tulikuja tukakumbuka kwamba hata huko Pemba pia kulikuwa na tukio kama hili kama hili, hili linafanana, tuka tuka tukawasiliana na Pemba, wakatutaka tupeleke picha yake. Sasa sisi kwa kutumia njia zetu tukapata picha yake tukaituma Pemba, tulivyoituma Pemba picha hiyo wakasema ndiye huyo huyo muhusika na alifanya tukio kama hilo hilo Pemba pia la kusingizia kwamba amefanyiwa udhalilishaji kama huo, na kule Pemba, wakati kesi yake inaendelea alitoroka. Ina maana mpaka sasa hivi kesi yake kaiacha Pemba kule. Sasa alivyokuja Unguja tena akarudia yale yale ambayo aliyafanya Pemba, akarudia kuyafanya Unguja. Lakini sasa kwa bahati nzuri, katika upelelezi ndipo alipokuja kugundulika kwamba hakufanyiwa kitendo hicho kwa taarifa za daktari, lakini vile vile baada ya kuhojiwa zaidi na kuambiwa kwamba wewe mbona ulikuwa na tukio kama hili huko Pemba akawa hana cha kusema. Baada ya katika mahojiano zaidi kuhojiwa alidai kwamba ni ugumu tu wa maisha ndio unapelekea afanye utapeli wa aina hiyo na mara nyingi amekuwa akiwasingizia watu wenye asili ya Kiarabu.